Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe nne ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunaka urukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania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 Tanzania Half Marathon Season 4 na njia ambayo itakufanya e, wewe ushiriki ni kwa kujiunga kupitia www.run4tzmarathon.co.tz au kupiga simu namba 0783639335. Kumbuka ni siku ya Jumamosi April 19 mwaka 2025, Viwanja vya farasi Oster Bay, Dar es Salaam. Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni mazingira ya biashara na uwekezaji kuboreshwa, majali watu wa maagizo, TPSF ya shauri mambo kumi na mbili ya habari kamili, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mkuchika, tutaendelea kuifungua Kigoma, habari medikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Sweden yaipa COSTECH yeah, bilioni kumi tafiti tabia nchi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane. Gazeti hili limeandika mwanasheria mkuu baraza kushirikiana sekta ya ujenzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. TRA atona ubaguzi kuajiri. watu saba walikufa jalini Moshi watajwa, habari katika ukurasa wa nane. gari la ua watatu familia moja Chato, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne DNA yamaliza utata tuhuma za kubadilishiwa mtoto habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, gweji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi, pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu, na gazeti mwananchi lenye habari leo. Ni no reforms kipaumbele, no election. Kuna fuka moshi, wanaotaka ubunge wa diwani Chadema watwisha zigo la kusaka saini milioni 15 za wananchi. Wenyewe wafunguka wakiwa na mtazamo tofauti, Mwita Temanyongo akimtaja Mboye. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. nuku ile ukuliandiko kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema, kwa katiba yetu mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni jambo gani kingine kinaweza kubisha? Vinginevyo wajumbe waniambie, kama husi msimamo sahihi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. ndani ya siku nne watu kumi na nne wafariki wa ajali Same, Mwanga, habari imeandikwa kwenye kurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika Mwanga, wakati watu kumi na nne wakifariki dunia huku wengine mia moja kumi na saba wakijeruhiwa kwa ajali ndani ya siku nne mkoani Kilimanjaro. Mashuhuda wa ajali hizo wamesema wembamba wa barabara katika maeneo ya milimani umekuwa ni changamoto na imekuwa ikichangia kutokea kwa matukio ya ajali za mara kwa mara, hasa katika wilaya ya Same na Mwanga. Habari picha inaonyesha basi la kampuni ya Mvungi lililopanda ajali katika eneo la Kikweni katika kijiji cha Mamba wilayani Mwanga na kusababisha vifo vya watu saba na kujeruhi 42 mkoani Kilimanjaro jana. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Udanganyifu wa ikoroga NHIF vituo vya afya habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano gazeti hili. Nchimbi atoa maagizo Wizara ya Bashe wakala wa mbegu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika bunge la kumi na mbili lilivyopitia majonzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa. Ajali nyingine yaua watu nane kujeruhi thelathini na moja. Ni baada ya basi kutumbukia bondeni likijaribu kupita magari mengine. Ilikuwa ikitoka Ugweno kwenda da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa nyo gazeti hili. Esami, Tanzania na bahati kuwa na rais mwanamke. Habari imeandikwa kwenye ukurasa nyo gazeti hili. Taarifa za maendeleo ziwafikie wananchi haraka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa nyo gazeti hili. Reya ya pamba moto, uhamasishaji matumizi ya umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti hili meandika DC Same adai kushinyaraka za umiliki wa ardhi kukiona. Habari imeandikwa kwenye ukurasa tatu. Serikali itaka taasisi za mikopo kutokandamiza wananchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Marekani yaziamrisha nchi za Ulaya kuendelea kununua silaha zake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Umuhimu wa kujadili mabadiliko ya tabia nchi kwa manufaa ya watoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazama sasa gazeti ya ni Nipashe, y mwanga jamii lenye katika ukurasa wake mbele a habari liopewa kipaumbele, msimamo ni ule ule. Uongozi ule wa juu wa Chadema wateta na watia nia ubunge na udiwani wakishikilia ajenda ya no reforms no election, Lissu atoa kauli nzito. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gari lenye maiti latajwa chanzo ajali ya basi iliua watu saba. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Watatu wa familia moja wahukumiwa kunyongwa kwa kumua ndugu yao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Wasipohudhuria msibani, faini ya fedha sahani kumi na mbili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Mbunge ashtushwa mchakato wa kugawa jimbo lake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za za ndani gazeti gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika watoto wenye ualbino wanusurika kutekwa, wazazi roho juu, wataka kuwahamishia mbali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Majaliwa asema timba bado tatizo bandarini, atoa maelekezo, habari katika ukurasa wa tatu. Kwa kuwa shule waingiwa hofu kushtakiwa kwa Steven Wasira, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Katika ukurasa wake mbili michezo limeandika Fadru haijaisha, tutafuzu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga jamii Zanziba leo kwa kweli na uwazi, lenye habari aliyopewa kipaumbele ni Dr Mwinyi mofisa, habari tufikisheni taarifa kwa umma, asema ni daraja baina ya serikali na wananchi, habari katika ukurasa wa pili. Makusanyo ZRA yaendelea kupaa, habari imelekwa kwenye ukurasa wa pili. Aliyemshambulia visu mke mwenza pata dhamana, habari imelekwa kwenye ukurasa wa pili, limeandika serikali yazindua mfumo wa kidijitali utoaji mikopo, habari katika ukurasa wa tatu mahujaji watakiwa kuharakisha hati zao za kusafiria. Habari katika ukurasa wa tatu. Urusi ya unya shambulio dhidi ya vituo vya nyuklia Iran. Habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yake usome kwa undani zaidi. Uhuru ukweli daima, lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele imejali wataka mkakati uboreshaji uwekezaji ni kupitia mpango wa pili wa uboreshaji wa mazingira ya biashara na uwekezaji. Lengo ni kufanya Tanzania iendelee kuwa sehemu salama zaidi ya uwekezaji. Habari meliko kwenye ukurasa wa pili. Balozi Dr Nchimbi atoa maagizo ya wizara ya kilimo. Habari katika ukurasa wa tatu. Ajali ya basi, ya basi yaua wa watu saba, 31 wajeruhiwa. Habari mliko kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rais Mwinyi azitaka taasisi kuajiri maofisa habari. Habari katika ukurasa wa kumi. Senyamule agiza ujenzi barabara ya mzunguko ikamilike kwa wakati. Habari katika ukurasa wa tano, vigogo ACT wafunguka sababu za kujiunga na CCM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu, ajali ya basi yaua watu saba 31 wajeruhiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, rais Samia kuzindua miradi ya mahakama. Habari katika ukurasa wa pili, sakata la mama kudai kubadilishiwa mtoto, majibu ya DNA hadharani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeanika gazeti Uhuru, ukweli daima, gazeti wa machinga mikononi mwangu lenye habari habari iliyopewa kipaumbele ni, ni Majaliwa, serikali itatoa ushirikiano wa dhati kwa wawekezaji, sema itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara, asema mpango huo utaongeza tija kubwa kwa taifa na kufika malengo. Habari katika ukurasa wa nne. Kiongozi wa Chadema atajwa kuhamasisha uasi, atamka hadharani kauli ya uchonganishi baina ya serikali na wananchi habari katika ukurasa wa tatu. CCM Bumbuli, propaganda za wahuni haziwezi kututoa kwenye reli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne, wapinga vikali maneno ya watu sita wanaosadikika ni wapinzani dhidi ya mbunge wao. Gazeti hili limeandika wanachama ACT Wazalendo, Chadema wajivua gamba mbele ya Dr Nchimbe, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Umachinga katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, wasome kwa ndani zaidi na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani. Lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika ziziki vichwa kinachomtesa, habari katika ukurasa wa pili. Simba dhidi ya Almasri Jumatano April 9 saa kumi kamili jioni, uwanja wa Benjamin Mkapa. Hesabu za kivusha Simba da za pewa mwamuzi wa kadi penati, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili gazeti hili medika, Arsenal yapata dawa ya Madrid. Habari katika ukurasa wa ishirini ni first leg Arsenal dhidi ya Madrid, robo fainali ya UEFA Aprili nane, Emirates Emirate, saa nne kamili usiku. Robo fainali shirikisho, Yanga na Stand United, jegiti Tanzania na Pamba, jiji Singida na Kagera, Simba na Mbeya City, mechi kupigwa Aprili kumi hadi kumi na nne. Takwimu za Stefan Aziz Ki msimu huu amecheza mechi 22 ana mabao saba na assist saba. Penati alizofunga nne, alizokosa ni penati mbili na dakika 30 usiku. Pata nakala yako soma kwa ndani zaidi magazeti habari habari za michezo na burudani. Mikono ni wangu na gazeti Habari leo gwiji la habari Tanzania lenye limeandika Yanga Simba kukutana fainali kombe la shirikisho. Hili ni swali, majibu yake katika kurasa za ndani za gazeti hili. Serengeti Girls yatinga nusu fainali Uturuki, Azam yatamba ugenini, JKT Dodoma jiji sare. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Nyota wa nne Zambia kukosa mashindano ya China. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na mbili. Fadlu matumaini kibao kumkapa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Ukurasa wa nyuma wa gazeti ni Pashe, mwanga wa jamii, habari za michezo na no burudani. Fadlu, mechi haijaisha, tutashinda kwa Mkapa, kocha huyo afunguka. Bao la mapema liliondoa mchezoni nyota wake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa ishirini na tatu. Yanga itishia stand united robo fainali Fa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Frik, ninataka mataji matatu. Baka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 22 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe ya mwanga jamii. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.